Tunamshukuru Mungu sana leo, leo tunafanya maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani katika chuo cha uongozi wa mahakama Ija, ambapo tunakutana na jumuiya ya wafanyakazi pamoja na wanafunzi katika chuo hiki, na tunashukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais pamoja na serikali ambavyo wamewezesha upatikanaji wa dawa lakini pia na vifaa tiba, ambapo wananchi wanaweza kujipima wenyewe kwa hiari, anaweza anaenda anapewa kipimo anajipima yeye mwenyewe anatambua hali yake na mtaalamu wa afya inakuwa ni siri yake na mtaalamu wa afya ili kama ana maambukizi yote anaanza kupatiwa zile dawa za kufubaza ukimwi na kwa asilimia mpaka sasa uh, katika wilaya yetu ya halmashauri tuko asilimia mbili chini kidogo ya ile asilimia ya mkoa ambao ni mbili nukta tisa lakini hatunyamazi hatu, hatu tunaendelea kutoa hamasa kwa wananchi na kuweza kujitokeza kama hali ilivyo kwamba hata watoto wadogo wapo pia ambao wameathirika na ndio maana tunasisitiza sana pale ambapo mwanamke anakuwa mja mzito, yeye na mume wake wafike katika vituo vya kutolea huduma. Na katika halmashauri yetu tuna vituo kumi na vimewezeshwa na vifaa tiba kabisa, viko huko kwa ajili ya kuweza kupima na kutambua afya zao, ili kuweza kumlinda mtoto aliyetumboni na hata atakapozaliwa, wakati anapoendelea na makuzi ya mkini, wakati wa kunyonyesha au kuzaliwa mtoto asiweze kubathirika kwa ni jambo muhimu sana lakini, pia tunashukuru sana kwa ajili ya kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali, lakini pia na wataalamu mbalimbali, na hata wananchi wetu na viongozi wa dini, ambapo imepelekea sasa hivi hali ya unyanyapaa, yani, imepungua kwa asilimia kubwa, ambapo unaweza kuona yule ambaye ni mwathirika na asiye mwathirika wanaweza kuchangamana na hata katika majumba ile tunapoishi nao nyumbani, hakuna tena ule ubaguzi kama ilivyo ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo serikali imeendelea kufanya na elimu ambayo hii ni endelevu, kama vile unavyoona leo tunaongea na jumuiya kubwa hapa ya chuo cha uongozi wa mahakama IJA, ambapo kuna watumishi pamoja na wanafunzi ambao wamefika chuoni ili na wao wapate elimu hii, lakini pia tuna wataalamu wa afya na upimaji wa hiari unaendelea kwa hiyo tunaitwa Dr. Anwar Ali maduru ni mganga mkuu wa halmashauri ya Lushoto. Uh, uh, na anashukwa nafasi hii lakini uh, kipekee kwa siku ya leo ambayo tuna tarehe moja uh, mwezi Desemba uh, kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya ukimwi duniani, na sisi kama halmashauri ya Lushoto, basi siku hii ya leo tupo hapa katika chuo cha mahakama, yani IJA tukiendelea kufanya maadhimisho haya pamoja na kutoa elimu kwa wananchi lakini kikubwa, uh, serikali ina lengo la kuhakikisha kwamba inapunguza hali ya maambukizi uh, kwa wananchi kwa kufanya uh, kutekeleza afua mbalimbali ikiwemo mbali, afua za upimaji, lakini pia ufuatiliaji, lakini pia uh, utoaji wa huduma tiba, kwa maana kwa wale ambao tayari wamefahamika kuwa na maambukizi katika vituo mbalimbali ambavyo vinatoa huduma hivyo, kwa maana ya CTC zetu, na lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba asilimia 95 ya wananchi wote wanafahamu hali zao. Na hiyo wanafahamu vipi? Ni kwa kupima, kwamba wanapaswa wapime, wajitokeze kwenye vituo ambavyo vipo vinatoa uh, huduma za upimaji waweze kupima na kufahamu hali yao ya maambukizi. Lakini sambamba na hilo pia, tunasema asilimia 95 ya wananchi baada ya kuwa wamefahamu uh, maambukizi yao, basi waweze kuunganishwa na vituo vyetu vya utoaji huduma kwa maana ya CTC ili waweze kupata matibabu sasa ya kufubaza uh, vile virusi vya vya ukimwi kwa wale ambao wataonekana wata uh, wa maambukizi, lakini kwa wale ambao watakuwa wana maambukizi, basi watapata elimu kwa maana na ushauri na saa ili sasa waweze kuishi na kuwa na tabia ya kuwa wanafahamu afya yao, lakini asilimia nyingine, asilimia 95 ya tatu kwa maana tena, asilimia 95 ya wananchi ambao walipima wakafahamu hali yao sasa wameweza kufubaza virusi vyao virusi walivyonavyo kwa hali ya, yaani kwa kiasi kikubwa kwamba virusi vile vimeweza kufubazwa ili sasa waweze kuishi, kwa maana tunaamini virusi vikiwa vimefubazwa, basi pia hata hali ya maambukizi inapungua kwa jamii. Kwa hiyo tunawahamasisha shime, wananchi wote wa halmashauri ya Lushoto waweze kujitokeza kwenye vituo ili waweze kupima hali yao ya maambukizi kwa kuwa vitendanishi vya kupima vipo, wataalamu wa kutoa huduma hii kwa maana ya ushauri na saa pamoja na upimaji wapo kwenye vituo vyetu vyote vya kutolea huduma, hivyo tunawakaribisha. Asanteni sana. Ayumi hii hapa, kwa majina naitwa Esuvati Kivuyo, ni mratibu wa kudhibiti ukimwi hapa wilayani. Kwa leo tupo hapa ija ikiwa ni kilele ni kilele cha maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani. Kauli mbiu yetu ni imarisha mwitikio, tokomeza UKIMWI. Tunashukuru sana, katika wiki yote hii tulikuwa katika kutoa elimu katika makundi mbalimbali. Tunatoa tulitoa elimu kwa vijana, tumetoa elimu kwenye vikundi vya kiuchumi, na leo hii tunahitimisha kupitia wanachuo Tunashukuru pia hata wiki nzima tumeweza kufanikisha utoaji wa elimu kupitia bonanza, na katika bonanza hilo vijana wengi sana wameweza kujitokeza kupima kwa hiari, na tumeona katika wiki vijana wanapenda kujipima wenyewe. Tulikuwa na vifaa vya vijipime kwa njia ya kawaida, tulikuwa na vifaa vya jipime, mtu anaenda kujipima mwenyewe, kwa hiyo vijana wengi wamejitokeza kupima kuchukua vifaa vya kujipima na kuweza kujipima wenyewe, lakini pia wamechukua kinga kwa maana ya kondom. Tumesambaza zaidi ya kondom PCF 5 kwa vijana, tumeona mwitikio mkubwa sana kwa wiki nzima hadi kuelekea siku ya leo. Na siku ya leo tupo katika chuo cha Ija kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa chuo na wanajumuia wote wa chuo ili waweze kupata elimu ya viviu na ukimwi, ukatili wa kijinsia pamoja na elimu nyingine ya uhamasishaji wa hiari. Tunashukuru sana mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto ndugu Ikupa Harrison Mwaisoge kwa hamasa yake kubwa ambayo tumeona tukiweza kuwafikia makundi mbalimbali mbali, lakini pia tunashukuru rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu. Tumeona kwamba katika halmashauri wetu tuna watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi zaidi ya 3620, lakini pia tumeona watoto 128. Watu wote hao wanapata huduma za tiba na matunzo katika vituo ambavyo rais wetu ameweza kuviboresha na vingine kujengwa, kwa hiyo hakuna changamoto zozote ambazo zipo katika halmashauri yetu, huduma zinaendelea vizuri na tunaendelea kufanya uhamasishaji katika jamii ili kuweza kufikia ishirini thelathini. Hakuna maambukizi mengine mapya ambayo yanaendelea na watu wote ambao wapo katika maambukizi wanapata huduma za tiba na nama. Lengo kubwa ni kuweza kuwakumbuka wale wote ambao wamekufa kwa sababu ya virusi vya ukimwi, lakini pia kuweza kutoa elimu kwa jamii ili waweze kuchukua tahadhari, kwa sababu ukimwi bado upo na unaendelea, na jamii inaendelea na shughuli zake za kila siku. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kutoa elimu ili kuweze uweza kuchukua tahadhari. Wito wangu kwa wananchi ni kujitokeza kupima, watu waweze kujua hali zao, kwa sababu ukiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi una uwezo wa kuishi mpaka hapo Mungu atakapoamua kuchukua, kwa sababu pale utakapopimwa na kujua labda umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi uh, utaanzishwa dawa mara moja, kwa maana ya kwamba utaanza kutumia dawa na utaendelea na shughuli zako za kiuchumi vizuri, hautafikia kupata upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo ni wasihi wananchi waendelee kujua afya zao kila siku, na sio kusubiri kuhamasishwa au kuambiwa, iwe ni utaratibu wa mtu binafsi kila siku, familia iweze kutoa elimu anaitwa Abdallah Mohamed Saif. Aa, ni mwanafunzi mwanachuo wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto almaarufu kama Ija. Um, leo ni siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani, na tumepata kutembelewa na baadhi ya watu kutoka vituo vya afya ambao wana wanatoa elimu ya ku, elimu ya ukimwi ya uh, jinsi gani ya kujilinda, jinsi gani ambaye kama uko na uko na virusi vya ukimwi e, ni hatua gani unafaa uchukue, dalili za ukimwi na mambo mengi yanayohusu ugonjwa wa virusi vya ukimwi a, mimi nimepata ujasiri wa kupima ukimwi kwa kutumia kifaa ambacho unaweza kujipima mwenyewe cha virusi vya ukimwi. Nimepata ujasiri huo kwa sababu nataka kujua hali yangu ya kiafya na pia nataka niwe najiamini nikiwa mtaani ili nijue jinsi gani ya kuishi na wenzangu, hata kama niko na virusi vya ukimwi, nijue jinsi gani ya kuchukua tahadhari ili nisiwaambukize na wenzangu. Wito uh, wangu kwa vijana wenzangu uh, waje wapime ukimwi, waje wapime ama wasogelee kituo cha afya kilichokuwa karibu yao, watapimwa ama wataenda kununua vifaa hivyo vya kujipimia virusi vya ukimwi kwenye maduka ya dawa, nadhani vitakuwepo, watajipima wenyewe ili wajue hali zao za kiafya ili wajue hali zao za kiafya, kama labda wameambukizwa virusi vya ukimwi, wajue jinsi gani ya kujilinda e, na kama haja, haja, hajaambukizwa virusi vya ukimwi pia wajue jinsi gani ya kuchukua hatua ambazo zitamfanya asipate virusi hivyo. Kwa hiyo hiyo ndo Uh, ushauri wangu kwa vijana wenzangu. Kwa majina anaitwa Rahma Kimaro, ni mwanafunzi katika chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto. Leo tumepata bahati ya kuweza kutembelea na watu wa uhamasishaji wa, wa kupima ukimwi, mpata elimu jinsi ya kujijua kama una ukimwi au kama hauna kwa kutumia njia ya kupima au kupimwa au kujipima mwenyewe. Mimi kwa bahati nzuri nimefanikiwa kujipima mwenyewe na kujigundua hapa sina ukimwi. Mwito wangu mimi kama binti kwa vijana walioko mtaani na wanaojijua kama wana ukimwi lakini hawataka kwenda kupima, na washauri ni wafikie kituo cha afya kilichopo karibu yao, waende wakapime ili watakapojigundua na ukimwi waanze kutumia kinga mapema, waanze kutumia dawa mapema zitakazowawezesha kuishi kwa muda mrefu. Labda kuna wengine ambao taama na ukimwi wanawanyanyapa. Sasa wewe unawaambiaje wale wanafanya vile? Um, kwa wanaonyanyapaa wenye ukimwi mimi, na kwa mimi ninavyoshauri, wasio na nyanyapaa, maana yani kwa nyanyapaa wanafanya yale, wanakuwa, wanakuwa yani wanaishi bila amani, wanakuwa yani wana, wanazidi kuwa wadhaifu kwao, yani wanaishi ndio kwa upendo, ili wan umriwa zuri kuongezea majina, anaitwa Anit Majaliwa, ni mwanafunzi wa chuo cha uongozi wa mahakama, ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi ambapo tumepata nani namna na mbalimbali ya maelekezo namna ilivyo, pia tumepata muda wa kuweza kwenda kupima kufanya vipimo, ikiwa mimi pia ni miongoni nimefanya vipimo, ambapo nimetambua afya yangu iko vizuri, ambapo ni muhimu kwa kufanya na, kwa kufanya vipimo ili e, tutazidi kujua kwamba afya zetu ziko imara na tutajua umuhimu wa kufanya vipimo, kwamba namna gani tujikinge, ikiwa tuko salama au hauko salama, ambapo kama ukishajua uko salama, kuna utapewa unapewa vidonge vya vitakavyokusaidia, ambapo unautaelekezwa namna ilivyo, lakini pia ni vizuri ku ku ni vizuri ku, kufanya vipimo vya ukimwi ambapo inasaidia pia, pia unakuwa una ujasiri wa kwamba uko vizuri, afya yako vizuri, na unazidi kujikinga na unazidi, utazidi kuna na, mwingine kama utakutana mwenzako, utahitaji kutumia kinga, ambapo hiyo itasaidia afya yako itazidi kusaidia we afya yako kuwa vizuri na kuzidi kujikinga.